vizuri. Na ndio maana watu wa Mungu tunatakiwa mara zote, tunapokuwa tumekabiliwa na mambo magumu, jambo ambalo tunapaswa kulifanya kwa bidii kubwa ni kuomba Mungu, kwa sababu when you pray, unapoomba Roho Mtakatifu akaja juu yako, hata kama ulikuwa katika hali ambayo sio nzuri, ulikuwa unajisikia vibaya, utaanza kujisikia vizuri. That is ni kitu ambacho kinatokea Roho Mtakatifu anapokuwa amekuja juu yako. Lakini wakati mwingine unaweza ukawa umekaa umekaa mahali fulani whether unatafakari neno la Mungu au unafanya shughuli zako au uko kwenye ibada kama hivi, ukaanza kuhisi kama kwenye kama kuna moto unapita kwenye mfupa wako kwenye mwili wako, kuna hali fulani kama moto unapita ndani mwako. That is a sign of Holy Spirit upon you. Hiyo ni ishara, hiyo ni ishara kwamba Roho Mtakatifu yuko juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana Haleluya! Lakini wakati mwingine sasa inaweza ikatokea kama ilivyotokea kwa wanafunzi wa Yesu katika Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa kwanza na wapili. Inaweza ikatokea kama vile ukaanza kunena kwa lugha. Tuangalie Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa kwanza hadi watatu. Hivi ndivyo ilivyotokea, hiki ndicho kilichotokea kwa wanafunzi wa Yesu Roho Mtakatifu aliposhuka juu yao. Kumbuka, hii ilikuwa ni hatua ya kwanza ya Roho Mtakatifu kuanza kutenda kazi katika maisha ya wanafunzi wa Yesu, alikuja juu yao. Sikie maandiko anavyosema: hata ilipotimia siku ya Pentekoste, maanake siku ya hamsini baada ya